Kwa hiyo sasa, huu ni mtaalam kabisa hmm. E, na atatupa hapa elimu ya namna ambavyo tunaweza tukajiokoa na athari zitokanazo hmm. na dawa za kulevya hmm. Nini ambacho kinatokea mpaka mtu anajikuta yuko lindi la matumizi ya dawa za kulevya? Kuna sababu naziweka katika makundi matatu. Sababu zipo nyingi sana hmm. lakini inaweza nikaziweka katika makundi matatu. Uh, sababu ya kwanza naweza nikasema ni sababu ya kisaikolojia. Sababu ya kisaikolojia naweza nikaingiza malezi, namna uh, kijana au mtoto anavyoweza kulelewa katika makuzi yake. uh, lakini uh, kitu kingine naweza nikaingiza katika sababu ya uh, ukosefu wa elimu mm -hmm. uh, ni kwa sababu tunasema kwamba uh, mtu anapoweza kupewa elimu ya kitu fulani akawa na ufahamu nacho hicho kitu e, akafahamu kwamba e, nikifanya hivi labda kitaweza kuniletea athari fulani mm. Ni sehemu ya kuweza kupunguza uhitaji e, na katika tafiti inaonyesha watumiaji wengi wa dawa za kulevya e, walijiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya e, ni kwa sababu e, wao walikuwa wameichukulia tofauti na vile dawa ya kulevya itakavyokuja kuwafanya Yeah, nikiwa na maana uh, wengi wao uh, waliingia katika namna ya kuweza uh, kushawishiana au kuweza kui, kuiweka in a positive way mm. Kwamba hichi uh, natumia ni kama uh, kiburudisho au ni kama starehe au ni kama kitu ambacho kinaweza kunipa relifu mm. Lakini hakuweza kuangalia uh, kile kitu uh, kinaweza kumfanya uh, aweze kuhisi vile alivyofikiria kwa muda mchache lakini kikamtengenezea matatizo makubwa katika maisha yake, ambaye matatizo hayo huwa yanachukua muda mrefu, lakini a, katika namna ya kuweza kuyaondoa pia yanachukua muda mrefu, lakini gharama pia, na, na ni bahati kuweza kufika mpaka kuweza kuyaondoa, kwa sababu kuna, kuna mchakato ambao unakua unaendelea, lakini e, sababu e, ya, ki, E, ya kibaiolojia tunasema kwamba uh, huyu mtu anaweza akawa amerithi vinasaba vya uraibu, anapiga anapokuwa mtegemezi uh, wa matumizi ya dawa za kulevya uh, kuna namna ambayo uh, mambo ya kisayansi zaidi Okay. E, unaweza ukajikuta unapata mtoto naye akawa amerithi vinasaba vya uraibu hata hata baada ya kupata matibabu, kupona kabisa, kuwa fresh ah, mara nyingi tuna tuna huyu mtu mpaka akiwa yuko yuko tunaita inactive addiction mm -hmm. Yani uraibu unapokuwa unafanya kazi, na yeye anapoweza kupata mtoto, ni rahisi mtoto huyo kuweza kurithi vinasaba vya uraibu, lakini pia kuna magonjwa sugu E, mtu labda ana sukari, e, ana HIV mm. E, anakuwa na zile hali za kuweza kukata tamaa mm. Wengi hujiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya wakiamini kwamba inaweza kuweza kuwaondoa msongo wa mawazo mm-hmm. E, au inaweza kuwaondoa katika zile hali ambazo, uh, wanakuwa wanajisikia, uh, au zile fikra ambazo zinakuwa zinawajia katika vichwa vyao mara kwa mara lakini eh, kuna sababu za kijamii eh, ukosefu wa ajira mm. Eh, vijana kuweza kuishi katika mazingira magumu, lakini vijana kuweza kuishi kimakundi makundi. Eh, hii inaweza kusababisha au imesababisha watu wengi kuweza kujiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo naziweka katika makundi matatu. Good morning, habari za asubuhi.